Bismillahir rahmanir rahim. alhamdulillahi alladhi binimatihi tatimu as-salihat. Karibuni tena, tuko kwenye siku za muhimu, ayyamul Maghfira, siku za Maghfira. Jambo la muhimu ni kusafisha nafsi zetu. Siku hizi ni za muhimu sana, tunapasa kutambua kwamba msamaha ni njia ya amani ya ndani, katika kusaidia moyo kutoka kwenye ule mzigo wa majuto. Pia inakuza unyenyekevu kwetu sisi waumini, tunatambua kwamba utegemezi wetu ni kamili kabisa, kwamba rahma ya Mwenyezimungu twaihitaji hata kuingia peponi. Kwa hivyo tunatumia muda huu kwa siku hizi kuwa na mazungumzo ya dhati na Mwenyezimungu, tukimwomba msamaha kwa majuto na kwa niaya ya kuboresha nafsi zetu. Kwa hivyo iseme dua hii ni mara nyingi, Astaghfirullah Al Adhim, namuomba msamaha Mwenyezi Mungu Mtukufu. Sema mara mia kwa siku, kila siku zilobakia siku za Ramadhani, kisha utakuwa na tabia ya kuendelea baada ya Ramadhani, utakuwa pia na unasema kila siku. Mi mwenyewe nimejifunza, nikaendelea msikitini, huwa nasema mara mia nikifika msikitini, huwa nishamaliza Astaghfirullah Al Adhim mara mia.